Unaweza ukalima heka tano ukatengeneza mpaka karibu milioni kumi. Si ndio? Kama tunalima mahindi. Lakini mtu wa bodaboda anaweza boda kama kupokea kwa mfano shilingi elfu, elfu kumi kwa siku, si ndio? Lakini anaweza kutengeneza kwa mwaka mzima milioni tatu. Si unaona tofauti ni kwamba tu vijana wetu bado hawatujaona fursa za kilimo kwamba ni kubwa kuliko fursa zingine katika maeneo yetu hasa katika mkoa wetu ambao ndio ina ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo, sawa vijana eh? Hivyo basi mimi niwasisitize kwamba tutumie fursa hizi ambazo tunapewa na wadau wetu katika kujio, kujiendeleza. Lakini mimi niseme eh tunapounganishwa na wadau mbalimbali, kupitia wadau hawa, basi tutazingatia yale yote ambayo tume tume tumefundishwa tume, tume na wenzetu ajira lazima upate elimu ile ya kile ambacho anataka kutengeneza ajira nao, kwa sababu tumesha pia elimu hiyo, tuendeni tukatengeneza ajira kwetu sisi na kwa vijana wengine ambao wanatuzunguka, tukianzia kwenye vikundi vyetu na wengine ambao wako nje ya vikundi vyetu.